Ndugu wananchi, ndani ya miongo sita tumeweza kulinda uhuru wetu na mapinduzi matukufu ya Zanzibar dhidi ya matishio mbalimbali. Aidha, Tanzania imeendelea kushuhudia mabadiliko ya uongozi kidemokrasia, ambapo kila baada ya miaka mitano hufanyika uchaguzi wa viongozi wa kitaifa na wa serikali za mitaa. Zaidi ya hayo, muungano wetu unaendelea kuzingatia misingi ya utawala bora katika nyanja mbalimbali, ikiwemo utawala wa sheria, haki za binadamu uwazi uwajibikaji na maridhiano. Demokrasia yetu imeendelea kukua na kuimarika, hususan kupitia falsafa yetu ya ara nne ambayo itaendelea kuwa nyenzo muhimu ya kukuza ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi kwenye masuala muhimu kwa mustakabali wa nchi yetu. Hata hivyo, nataka kusisitiza, kama ambavyo nimekuwa nikisema katika majukwaa mbalimbali, kwamba kutekelezwa kwa falsafa ya ara nne